Mama Samia safi wadilawalamay ndugu zangu, nilichukua fomu kwa lengo moja, kwa lengo la kupata fursa ya kuwa miongoni wa watu watakaoshiriki kufanya maamuzi yanayolenga kuleta maendeleo ndani ya wana Bukene wote, na ndio maana tuna tunayo kauli hiyo inayosema Bukene mpya, Bukene mpya maendeleo kwa wote. Kila mwananchi atakayeshiriki katika shughuli za, za kujiletea maendeleo ndani ya jimbo letu la Bukene, tutahakikisha kuwa anapata fursa sawa ya kunufaika na miradi mbalimbali na fursa mbalimbali zilizoko ndani ya jimbo letu la Bukene. Bukene oye! Sigiri oye! Mheshimiwa diwani wetu wa kata ya Sigiri ameongea mambo mengi sana lakini ameeleza pia changamoto alizonazo ni pamoja na kuwa na miradi ambayo inaanzishwa lakini haikamiliki kwa wakati na mingine inatekelezwa iyamgizi kabisa. Naomba kutoa ahadi kwenu, mimi kama kijana wenu, kama mtoto wenu na kama mbunge wenu, sitatoa mwanya hata wa dakika moja wa mtu yoyote, awe mtumishi wa serikali awe mkandarasi kuhujumu mradi inaokuja ndani ya jimbo letu la Bukene. Waheshimiwa wa bunge wanapitishwa na halmashauri kuu ya CCM taifa, na mimi ni mjumbe wa deki. Tulitulia, tukatafakari na tukafahamu kabisa wazi suluhisho la jimbo la Bukene ni Luhende. sasa sasa namleta kwenu kwa moyo mkunjufu na unyenyekevu mkuu. Ni wangapi wako tayari kupiga kura za ndio siku ya Oktoba ishirini na tisa, kesho kutwa kwa mbunge wetu anayetokana na Chama Cha Mapinduzi Luhende? Nyosheni mikono. Asanteni sana, lakini bado kama haitoshi.